Nataka niwahakikishie kwamba, kwanza, katika miaka mitano iliyopita, Rais Samia ameweza kuviimarisha vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi. Vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama vimeimarishwa katika mafunzo, vifaa na nidhamu ya kazi, na katika miaka mitano inayokuja Chama Cha Mapinduzi katika ilani yake kimedhamiria pia kuendelea kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mtu yoyote akiwaambia kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vinaweza kutosimamia usalama wa Tanzania kikamilifu, ana wadanganyeni. Tuna vyombo vya ulinzi na usalama vinavyotambua wajibu wao. Tuna vyombo vya ulinzi na usalama vyenye uwezo, vyenye uwezo wa mafunzo, uwezo wa vifaa, lakini vile vile uwezo wa kitaalamu wa kusimamia ulinzi wa mipaka nchi yetu, lakini pia usalama wa raia na mali zao na hayo ndio mambo tunakwenda kuyasimamia katika miaka mitano inayokuja kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa na amani, umoja na mshikamano. Hapo vipi? Hapo vipi?